Wewe unayesikia injili hii mahali pote ulipo, iwe unapita barabarani, iwe uko kwako kwa nyumba, iwe uko wapi, this is not a message to play around with. Hu si ujumbe wa kuchezea, hu ni ujumbe wa kukufanya wewe uwe na uhusiano na, ye, na Yesu kabla hajatokea uangamie. Na nyinyi muko hapa ndani, hata ninyi hamutapona kama utakaa na hii ujumbe. Hakuna mtu unakaribisha, hawiti mutu, we unakaa tu, unakaa tu, hawiti watu hauambii sikia, na ni rahisi. Ni rahisi, ni kuwatumia ujumbe au kuambia chano fulani, na iko kwa TV tayari, ako na TV, ako na remote. Kazi yako ni kumwambia, weka chano namba fulani, hiyo peke yake, na hautaki. Utasikiaje ukiona jirani ambaye angeokolewa kama ungalimwambia tu, kama ungemwambia? Imagine, kumbe ningeambia my boyfriend, kumbe nieambia my girl, kumbe ningeambia auntie, kumbe ningeambia shangazi kumbe hata ningeambia mwalimu, kumbe ningeambia yule mama ananitengeneza nywele, yule mzee ananikata nywele. kumbe ningemwambia yule ambaye ananiuzia mikate na kila, kumbe ningeenda kuanduka nimwambia nipatie maziwa mbili na mkate mmoja, by the way, unajua kuna mkutano inaitwa Dar. Hiyo peke yake hautaenda hasara, lakini umenyamaza. Utasikiaje hawa watu ambao ungewaokoa wewe, ungewaokoa kwa kuwapatia ujumbe, wanateseka hivi ungewasaidia kumbe, ungewaokoa kumbe, ungeokoa damu yao, lakini uliamua kunyamaza. Uliamua kunyamaza tu, uliamua kusema tu amen. Ukisikia wengine wametoa TV zao na vibada zao na wanabatiza, na wewe mbona ulinyamaza? Mbona mbona ulinyamaza?